Yani ndo amini, mchawi ni mpumbavu, ana akili. Yani wewe na mchawi, mchawi ana akili. Mchawi ile dawa ya kukurogea wewe ananunua kwa milioni mbili ule kile kichupa cha ndele kidogodogo tu, na namna utengenezaji huo dawa ni mtoto njiti. Yani kuna mtoto njiti aliyekufa, ndo huo wanamwanika, ataoza, atatoka finye mchasiku, atakauka. Akishakauka akitwangwa, unga wake ule kwenye kichupa kidogodogo ule wanauza milioni mbili. Anaenda kuuza kiwanja, ananunua kwa ajili ya kusafirisha wewe, masini ya Mungu, mnyonge mmoja ambao unapambana kwa ajili ya familia yako, mzako anaenda kuuza vitu vyake au chukue huo uchawi. Sasa hata huo uchawi dawa yake ni bure tu, unaweza kufanya wewe nyumbani. Yes, kaenda kununua huo uchawi kwa milioni mbili, kaenda kununua hiyo dawa kuchafua kwa milioni mbili. Uenda katafute mti wa muogo wa kisamvu, katakata vipande vitatu, weka kwenye mji wako yaani ule mtu ukate ukate pande vitatu, akisha wewe, kuna mafungu manne weka kwenye mji wako, ama kwenye kiwanja chako, pembe hii, pembe hii, pembe hii, pembe hii. Hakuna mwanga yote anaweza kuingia, hakuna yoyote anaweza kuingia. Sasa ndio amini, mwanga ana akili? Mwanga ni mpumbavu, yeye kaenda kumwadoa shilingi milioni mbili, wewe bure kabisa. Tena unaenda kuomba mtu wa kisambu ni bure, unaenda kuomba bwana, omba kata vipande vyako vitatu katika ule mtu wa kisambu ule, kata kamba yake, ichune vifunge vipingili vinne vijiti vitatu vifunge vifunge hivyo vipingili vinne weka kama kwenye nyumba ya kupanga niminiza, kwenye mlangoni ama weka kwenye uwazi ule wa mlango weka po. Hakuna sasa. Wewe na mwanga nani mjani mzako uza kionja chake kwenda kununua dawa, afu ameipata buli na maana, wachawi wanakufa maskini. Shida ndio hiyo, uchawi ni gharama. Alafu sasa unaharibiwa kwa vitu vya kipumbavu, unga wa ugali unaharibu uchawi ambao mtu kaununua kwa milioni mbili. sasa Sina mengi ya kusema, sadaka kusema share hii video, wengine wajifunze. Kuna watu wanateseka, dada yangu, kuna watu wanateseka, kaka yangu. Wewe kuwa mkombozi hao wa ambao wanateseka, share hii video, wengine wajifunze kwa madada. Aisen, mtu ana clip ya Manyanda ambayo kuna elimu ndani yake, sio? Mnaelewa na maana nasema hivi. Vingine usinitafute, baki huku huku, situacha chochote, nitaelekeza mimi. Unaponitafuta nitafuta kwa ajili ya Manyanda African Power, kwa ajili ya hela mingine, mimi nakufundisha Ukawaadhibu wao, si wapumbavu? Wananunua kitu milioni tano, kuenda kununua unga robo tu wa ugari, unga robo tu wa ugari kuzungushia kwenye nyumba yako, cha hata milioni 100, uingie ndani. Ni very simple tu. Kuna watu na roho mbaya, hawataki kuona wewe unafika, hawataki kwa mtu. Uko tayari kuriski chochote kile leo usiende? Basi mimi niko tayari kuwapa njia. Chukua mtu mmoja, fanya hivyo, alafu kesho nitakuja na jipya. Asante sana, Mungu asimamie wa Mungu wabariki, shukran sana.